Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe kwa majina, yangu naitwa Apostle Devotha Gwau, na niko mbele zako kuletea tena kipindi cha This Is my Story. Hii kipindi kwa ajili ya kujenga kuinua imani za watu, kuatia moyo, na Biblia inasema kwamba imani huja kwa kusikia. Kuna imani zimekufa, watu wana matumaini, watu wana pa kuelekea watu waona majibu, watu wajue waende kwa nani, wapate ukombozi. Basi kipindi cha This My Story kinaweza kupa majibu na pia kikaamsha nia yako ya kutaka kufanyiwa deliverance. Lakini kabla sijaanza kumwaji binti yangu ambaye atajitambulisha, acha tumshukuru Mungu. Baba, nasema asante kwa ajili ya uaminifu wako, asante kwa ajili ya kipindi ambacho cha This My Story na Apostle Devotha. Tunaomba neema yako, Roho Mtakatifu iwe katikati yetu, tupe neema katika jina la Yesu, katika maujiano, katika binti yangu kujieleza. Mungu wa mbinguni, ingilia kati, simama pamoja naye ni katika jina la Yesu naomba na kuamini, amen. Okay, karibu mtoto wangu. Jina lako naitwa nani? Umetokea wapi? Umezaliwa lini? Na ni mtoto wangapi kwenye familia? Shida gani ilikukuta? Lini ilikukuta? Karibu. Okay. Kwa majina naitwa Lisa Joseph Lungele, ni mtoto wa pili kuzaliwa, nimezaliwa Songea. Mm, napenda kumshukuru Songea kiji, mjini, kijijini. eneo gani Songea? Yani niseme kijijini, mjini nipelamio. Okay sawa, mm. mm -hmm. Napenda nimshukuru Mungu kwa mambo ambayo amenitendea mm -hmm. na anazidi kunitendea mm -hmm. mm, nilikuwa elfu mbili nirudi nyuma mwaka mm, mwaka 2017 yes, nilikuwa kidato cha tatu. Mm -hmm. Nilikuwa ninasoma kama kawaida naendelea na masomo yangu mm -hmm. lakini ghafla nikaanza kupata matatizo ya tumbo. Mhm. Mm -hmm. na ngapi? elfu mbili na kumi na saba mm -hmm. Nikaanza kupata matatizo ya tumbo. Tumbo linaniuma kwa chini mm -hmm. na nikienda kwa mfano haja ndogo naona kama rangi ya, ya mkojo imebadilika. Mm -hmm. Sasa hiyo hali ikaendelea mpaka nikawa nashindwa kuingia darasani mm -hmm, nashindwa kuing-, kuhudhuria vipindi nikaamua, mm -hmm, niombe ruhusa kwa sababu nilikuwa na kaa boarding, mm -hmm, nikaamua niombe ruhusa ya kwenda nyumbani kufanya vipimo. na chuo darasa la ukiwa from, from, na dara, mm -hmm, sala, ukiwa from, u, ukiwa sekondari au ukiwa chuo? Nilikuwa kidato cha tatu. Okay, sekondari. so, okay. mm -hmm. Sasa wakati nipo, nipo nimeenda hospitali kufanyiwa vipimo. Mimi nilikuwa najua labda naumwa vidonda vya tumbo, maana nilikuwa naona kabisa dalili kama za vidonda vya tumbo na mm. nilikuwa sijisikii kula mm -hmm. Ayo nilivyopata majibu mm -hmm. daktari akaniambia ya kwamba anaona shida kwenye figo mm -hmm. figo, yani anaona kama imevujia damu mm -hmm. alafu nimepungukiwa na damu sana mwilini mm -hmm. akani, akaniandikia na dawa za kunywa mm -hmm. Alafu pia nikapewa na maelekezo kunywa maji mengi mm -hmm. Nikaendelea nayo matibabu. Figo moja au figo zote, sikumbuki ni figo zote, lakini alikuwa ananiambia ni ni figo. Okay. mm. Nikawa na nilirudi shule nikawa naendelea na kunywa dawa na matibabu, hali yani ikapotea. Yani sikujua yani ilipoteaje, an yani, sikuanza tena kuumwa matatizo yani kama ili stop mm -hmm. Kwa hiyo nikajua nimepona mm -hmm. Na sikwenda tena hospitalini uh -huh. Sasa juzi ni jana Jumapili tarehe ishirini na tano uh -huh. Wakati nimekuja hapa mwezi gani? Mwezi gani? mwezi mwaka wa gani? Tano. Uh -huh. Mwezi wa tano tarehe ishirini na tano uh -huh. Nimekuja hapa osp... ananiliu kanisani uh -huh. kwa mama angu nije fanya ibada kama kawaida mm -hmm. sasa wakati ibada imeendelea mama tukaanza maombi mm -hmm. mungu akamwonyesha mama ya kwamba nina shida kwenye damu mm -hmm. damu imepungua mwilini mm -hmm. na kwenye ini nikakumbuka nikasema mbona hiyo shida ilinipataga toka elfu mbili na kumi na saba kwa hiyo mwanzoni damu ilikuwa inapungua Elfu mbili na kumi na saba, yeah. eh, damu, damu. Ilikuwa na shida ya upungufu wa damu eh, eh, eh. Ilikaa kama, kama mwaka. Ilikuwa damu hai. Mpaka nilivyomaliza form three ndo ikapotea eh, mm. Nilivyoona imepotea nikajua nimepona, lakini nashangaa mama kaniambia na shida tena damu imepungua na shida ya ini mm -hmm. Ndo nikaambia mama hiyo shida nishai kupata nikiwa sekondari mm. Ndo mama akaamua niombee mm -hmm. Alivyoniombea ile pepo lika manifesti akasema, mm -hmm. kwamba ni Josephine. Huyo Josephine ni nani wako? Josephine ni rafiki yangu, nilikuwa nasoma naye hapo shuleni uh -huh. nilikuwa nasoma naye lakini sio rafiki yangu kivile, tulikuwa tunapenda sana kudiskasi mambo mm -hmm. ya Mungu uh -huh. lakini nacho nachokumbuka mdogo uh -huh. wake ndo alikuwa na mambo ya kishirikina, hadi shuleni tulikuwa tunamfahamu uh -huh. lakini dada yake alikuwa yani aeleweki anachanganya huku na mambo ya Mungu muda, mm -hmm. mwingine anakuja na sisi kufunga na maombi, mm -hmm. siku nyingine anamfuata mdogo wake. mm -hmm. Kwa hiyo mimi nilikuwa sijui, mm -hmm. lakini sasa ile Jumapili nikaanza kumanifesti vile, na inasema kwamba kwa sababu nina akili, mm -hmm. sasa ndio hivyo, mama akaniombea una akili na pia alitaka nyota yako ya, nataka nyota yangu. Ehe. Mm -hmm. Basi mama alivyoniombea nikamaliza pale nikajua imeisha. mm -hmm. Tena baadaye kesho yake mama akaniambia nirudi haraka sana. mm -hmm. Anaona kama vita inaendelea ndani yangu. mm -hmm. Kwa hiyo na mimi nikasema ngoja, na mimi ni, ni niombe. mm -hmm. Nijue kitakachoendelea kesho na mimi natamani nipone zaidi. mm -hmm. Kwa sababu matatizo yalikuwa yananipata sana shuleni hata yakawa nani affect hata performance yangu ya darasani. mm -hmm. mm. mama akalivyoniambia, leo nikapata tena deliverance. tena leo deliverance ilikuwa ni kubwa sana kwa kwa mb... ni nasema ilikuwa kubwa kwa sababu niliona kama yani pale mama ulivyoniambia, yani toka huko mm. kuzimu yani, mm -hmm. nilihisi kama ni watu ambao wananizuia mm -hmm. nistoke, alafu wamenifunga miguu uh -huh. Alafu wananingangania, wengine wako yani kama ni watu wengi ambao wanashirikiana mimi nisitoke sehemu, ambao wanataka mimi nikae. mm -hmm. Kwa hiyo mimi niko nakimbia mm -hmm. Yani kama nakuona wewe nikushikilie mm -hmm. Alafu huko nyuma wananifuata mm -hmm. Kwa wakati nina wao walikuwa wananifuata mimi, sasa nilikuwa nakufuata wewe na mimi niliku, ni katika, katika maono yako nilikufuata mpaka huko, au ilikuwaje? Ulikuwa kama kwa mbali? mm -hmm. Kwa hiyo mimi nilikuwa nasema mama, nisaidie, mama nishikilie. Katika uko kwenye mangono yeah, Eh. lakini wao kwa, yani ni, kama ni watu ambao wanaasila, alafu wananifuatilia hatimaye, baadaye niivoona, ni vile kama nasikia ufri yani, nikasikia n yani, nipo hulu nakimbia natoka kabisa kwenye, ukawaacha mbona, ghafla pale pale kusema wananifuata tena, ilikuwaje hapo? Yani ni kama nilivyotoka kule ndio nikawaona eh, nika, nika tena wanakuja spidi mm -hmm. Yani kama maeneo ya hapa hapa eh, hiyo najuaga wanakujaga wanaweza mm -hmm. kaja wakaza mpaka hapa kwao, wakawa wanakufuata waka waka, lakini hawakukushika ya niliwaona kama wapo pale getini mm -hmm. Alafu kama wanakuja wengi na yani, nataka niseme ni rafiki yangu Josephine nimemwona uh -huh. Lakini kama nimemuisi yupo mbele yao usio. E, kumwisi maono huwa yani ndo yalivo ya E, ulimuona yuko mbele yao yani, yeah. kama ndo kiongozi wao. Ehe. Ulivyo kwa unasema moto. Ehe. wakaanza kukimbia. Ehe. wanarudi wote yani kama wengi wanarudi kutoka getini, wakaondoka, ndo nikaanza kupata amani. Kwa baada ya hapo sa, uko huru, nikajisikia huru, nikajisikia ni kama kuna mzigo ulikuwa ndani yangu, ambao huo mzigo umekaa muda gani? Mtoto wangu ni muda mrefu mama, yaani toka nilivyoanzaga shule yaani eh, ndio ni yaani vita zikaanza, ni magonjwa tu naumwa, magonjwa magonjwa mara hata kwenye ndoto zangu mara kama mtu anakuja na nikaba. Mm -hmm. Au ananifanya ni nanili ni, ni, ni niji nisemeje, ni kama nitake ku kama yani niseme mtu ambaye amepaliwa ya yeah. Au tena kuna ndoto moja naikumbuka, ni mtu kama amekuja kama kunguru. Mm -hmm. Tuko darasa, tuko shuleni boarding amekuja kama kunguru afu akaingia ndani akabadilika kawa mtu akaanza kunikaba. Napo ni mchana mchana mchana, akaingia chumbani kwa kama kunguru eh. Alivyoingia tu chumbani akabadilika kuwa mtu akaanza kukaba akaanza kunikaba. baada hapo ikawaje, yaani niko najitahidi kunyanyuka kuamka kupiga makelele siwezi, mpaka kafika muda ndo nikaweza kupiga kelele akaondoka. mm. Na hiyo ndoto zinanifataga sana. Kwa hizo ndoto zimekutesa kwa muda wa miaka mingapi? Hmm. Toka ni nimeanza kidato cha kwanza, nilivyoanza boarding school. Hujai kupumzika mpaka hmm, hivi leo. Ndio, ni kwa Okay, baada ya kukombea jana ulilalaje? Kabla hujaja leo. Mama, kabla ya hizi deliverance kuna deliverance moja ulinifanyia ya wanonwa. Yes, yes, yes, yeah. Nakumbuka. Yes. Lakini mimi siku zile Mungu akunifunulia zaidi kwa habari ya hii figo. Ndio. Okay. Yu, ilikuwa ni habari nyingine mm -hmm. Yani ni kama ndoto zile zilipungua mm. Kuna sometimes naziona, kuna sometimes natulia mm. Sasa leo ninaamini Mungu amenisaidia kabisa, kwa sababu umeona mwenyewe bwana umetoka. Ndiyo. Yani sio kitu cha kuhisi, uliona umetoka na wakakufuata bado, moto ukawasambaratisha. Kwa hiyo inamaana umeshakombolewa, kwa hiyo hiyo inaitwa total deliverance. Ah, najisikia vizuri na ile amani ambayo sema ulikuwa haipo unaisikiaje? Ni, naisikia kwa sababu mwanzo nilikuwa nasikia kama mtu ambaye yani sijithamini, alafu hmm, kama yani sina thamani kwenye dunia mm -hmm. Alafu naisi kama kufa yaani yani, sitaki sitaki kujiua lakini unatembea eh, na mauti eh, eh, naisi kama wakati wote sina tumaini ya kuishi yani. Lakini hivi sasa hivi unalionaje? Mpata tumaini, amani ambayo hujaipata muda mrefu. Okay, kabla hatujamaliza, unawaambia nini watu ambao wanakuangalia? Mtoto wangu, katika maisha yako uliopitia, maana hapa tumefanya tu kwa ufupi, lakini Unawambia nini watu ambao wanateseka, wametabishwa, wamefungwa, walilishwa, wanakuwa na marafiki mabaya? Unawambia nini wasichana ambao wako chuo, wali yaani wafanyeje? Kwa sababu wanakutana na watu na wao walikutana na ule binti. Nataka nikuulize, mlikuwa mnakula pamoja, mnalala pamoja, au alikuwa anaanza kunulia vitu akakupa ukala, au alikuwa anakuletea vizadi zaidi? Unafikiri alikuwa ataki kwa namna gani? Yani, mama, nilikuwa na, yani, ni mtu ambaye labda tuseme alikuwa kama ana unafiki labda kwa sababu mm. nikiwa naye hivi tunacheka mm. vizuri tunaongea vizuri lakini kuna rafiki yangu nilikuwa naye ambaye alikuwa na, ana imani kidogo ya Mungu alikuwa sana anasali alishai kuniambia mm -hmm. kaa naye vizuri lakini mi nilikuwa siamini kwa sababu namuona mtu ambaye nacheka naye vizuri naongea naye vizuri na hata kuna kipindi nilikuwa natumia hata kioo chake cha kujiangalia na rafiki mm -hmm. mm -hmm. yangu akaniambia usitumie tena vioo vyao mm -hmm lakini na ubishi muumo ndiyo mama. <laughs> Okay, katika kutafuta solution ulishapitapita pita kwenye makanisa lakini, mm. sitaki utaje makanisa lakini ushapita pita kwenye makanisa. Ndiyo, nishai kupita lakini e. nikiombewa, nikitoka hapo e. haujawahi kufika wenye yani, level kwamba ukawaona umetoka, yani nikimaliza kuombewa mm -hmm. na kosa amani pale pale, yeah, nakosa amani, nakuwa desperate, naanza kuwaza, nikilala ndozo zinarudi vile vile. Lakini pia hujawahi kupata ufunuo kama kwamba umetoka kabisa, huyu hapo unatoka? Hapana, sijawahi kupata deliverance kama yale. Imekuwa imekuwa mwisho Amin. Haleluya, imekuwa mwisho Amin. Okay, naambia nini sasa, watu nataka niwaambie asasa wanafunzi mm. ambao tunasoma shule mm -hmm. Sasa wanaosoma boarding mm -hmm. Yani tunakuaga sometimes siju kwa sababu ya ujana mm -hmm. Unaona yani labda kumtumikia Mungu ni ushamba na mm -hmm. Mara nyingi hata shule nilikuwa nasoma mm -hmm. Yani unaona kabisa, sisi mimi nilikuwa najitahidigi sana, mara moja moja naenda ku, kuomba na wenzangu ile muda wa jioni, lakini mm -hmm. Wanafunzi wengi vijana huwa hawapendi kufanya maombi. Mm. Sasa ile hali waga yani tunavyoendelea hivyo mtu unakuwa una, unashikiliwa nyota zako zinashikiliwa bila kujua na kwa sabu, na mwanafunzi mwenzako huyo huyo kwa sababu wewe mm. ufanye maombi uweze ukamfahamu, mm. unakula naye unalala naye lakini mm. kumbe anakufanyia mambo mabaya. Kwao unataka ku, kuaminisha watu kwamba kuna wanafunzi wachawi ndio wengi tu. Wengi wengi sana mama, kwa mashuleni watoto wengi wamekamatwa bila wao kujua sana, tena kule ndo wanakojifunzia na wanakojifunzia uchawi mm, na shule niliokuwa nasoma yani yani, mm, mtu yani anafanya uchawi afu anajikweza mbele za watu kwa Mimu. Mfano anasemaje kama kuna siku moja nishe kuona kuna mwanafunzi tunasoma naye alimwambia mwenzie ya kwamba yani, wewe ukilala ninakuchukua na kupelekesha kukulimisha Anamwambia zahii eh, eh, mbele ya darasa, watu wakaanza wanaogopa hivyo, kwa sababu hatuna maombi, tuna hofu. Yule alikuwa ni mwanamke au mvulana? Msichana? Kwa yeye alikuwa mbaba darasa eh, zima eh, kwa eh, lazima mtetemeke eh. Anaonekana mchawi kweli kweli. Ah, wazazi tupe macho, shule hizi unawaambia nini? Na wazazi pia wanaopeleka watoto shule wafanye nini? labda yani, mi nashauri wazazi sijui wasipeleke boarding, lakini kwa sometimes in-ina- inatokana na mzazi mwananiliu labda mara nyingi hayuko nyumbani, inabidi mtoto wake ampeleke boarding, lakini sijui mtoto wake afanye maombi yani, ni kwamba wawafundishe wa, wa watoto wao maombi, kweli maombi. Maombi. Bana, maombi kweli yani wakae katika Kristo. Mimi mwenyewe nilivyoingia shule nilikuwa sina sio mtu wa maombi. Kwa ameokoka tangu lini? Mi nimeokoka nilikuwa form three, mm -hmm, elfu mbili na kumi na saba mm -hmm, lakini so ile yani kufanya maombi sijui, mm -hmm, kunena kwa lugha hii, kunena kwa lugha kufanya maombi nimekuja kuijulia nilivyomaliza form six kondo angalau ukaanza kunena kwa lugha hei, hei, kuna ka na kaza ukakaza kaza ukakazakaza mwendo kidogo, angalau nikaanza kufanya nika, nikaanza kujiunga na praise, ndo nikajua kumbe kuna kunena kwa lugha, kumbe kuna kusali, kumbe kuna kuamka usiku kusali, kumbe kuna kufunga. kumpenda Mungu yeah. Okay, nataka tumalize kusema hivi, hakikisha unasoma sana neno, nakuomba amen, kwa sababu Biblia inasema pepo akimtoka mtu huwa anaenda jangwani kurandaranda. Akienda jangwani kurana, anakuja kuchungulia lisa, akikuta huna maombi ya kutosha Ndiyo. Hauna neno la kutosha si umeona leo, umekimbia umetoroka. Ndiyo. Ni kama mfungo aliyotoroka jela, wataanza kukufuatilia, hawakati tamaa, hawana mwisho. Kwa hiyo tafadhali, amua kusoma neno na kuomba, ishi maisha ya matakatifu, usifungue mlango wa dhambi. Yani, ukifungulia mlango tu, ukiingia kwenye mahusiano, watakurudia. Sawa mama. A, jitenge mbali na dhambi. Hicho pia ni mlango, sawa. Hakisha hakisha ndani yako unaomba Mungu akujalie amani. Ndiyo. namba mbili, hakisha huna mawazo mabaya. Ndiyo. namba tatu, usimwakiuzi mtu kwa kwenye eneo lolote ambalo haja, yani linda sana moyo kwa kifupi. Ndiyo. na Biblia sema heri wenye moyo safi. Ndiyo. Omba Mungu akupe moyo safi. Simama kwenye kuomba Mungu, soma neno sana Amin. Na Mungu atakujalia. Nataka nikwambie kabisa kuanzia leo maisha yako yamebadilika, utaanza kuona na hata maombi yako yatakuwa na nguvu, amin, amin. Hata kusoma neno yako kutakuwa na nguvu, hautakata tena kwenye mateso. Mungu akubariki sana. Amin. Shalom, barikiwa sana sana sana. Lakini zaidi fanya kazi moja, walete watu kwa Yesu. Waambie kwa Yesu bado kuna majibu. Sao. Usiache watu, marafiki, majirani wanateseka. Waambie twende arena of munyuko Mungu ayu-yuko Mungu anayeokoa wa leta watu kwa Yesu, Waislamu kwa Kristo, wameokoka hawajaokoka wame hata wale ambao kwenye makanisani kama anapitia vitu vigumu pia bado Yesu anajibu, kwa sababu watu wamehangaika hawajapata majibu, lakini ipo neema. E, karibu sana, nakupenda sana, barikiwa sana. Mungu azidi kukutunza baba. Nakushukuru kwa ajili ya Lisa, ametoka gerezani, ametoka utumwani baba katika jina so naomba achilie malaika mwenye nguvu kumlinda Lisa, kumzingira Lisa, achilie malaika mwenye nguvu kumficha Lisa. Yesu Kristo anazo hai mzingire Lisa kwa ukuta wa moto kila silaha itakayofanyika juu yake kuanzia sasa haitafanikiwa. Mipango yote mibaya haitafanikiwa na wapiga upofu adui zake hawatamwona tena. Navunja darubini kamera na vioo katika jina la e, Mungu acha binti wao sasa apate pumziko, naomba na kuamini. Amen, haleluya.